Nyingine ambayo imetukuka e, tumepata wasawa kuhakikisha kuwa tuna e, kukusanyia makala mbalimbali na hivi sasa tumeamua kumtafuta Mnandi JR kwa ajili ya kuyazungumzia juu ya haya ambayo yanaendelea hapa nchini. Nandi? Sawa sawa? Tunamshukuru Mungu, niko good. Kama kawaida. Kama kawaida. Mpira sasa hivi tunacheza na watoto wetu nyumbani tu. Mm. Ah, hatuna muda tena kwenda viwanjani. Hamna? Hatuna muda kwenda viwanjani. Tunacheza na watoto wetu msimu ujao. Mm. Eh, msimu ujao sasa tushiriki ligi. Na maana gani kusema mshiriki ligi? Eh, sasa tunashiriki ligi kwa uhuni huu hiyo itakuwa ligi hiyo eh? Si bora tucheze hata ndondokapo mtaani na kanuni na sheria kuliko ligi hii, ligi yenye samani inafanywa na madudu kama haya? Afu msimu ujao tunashiriki ligi ya nini? Tumepiga kelele hapa kabla msimu haujaanza, watu wajitoe kwenye timu. Hapo mtu ana timu tano akaongeza tatu ana nane, sawa. Saa hizi sasa, msimu kabla haujaisha, inatumika nguvu mtu akawe bingwa. Sasa unategemea msimu ujao kuna ligi? Sikuna ushubwa tu sasa bora msimu ujao sisi tucheze ndondo kapu mtaani tu. Wacha ko anatufanya ni kutibu mpira wetu wa Tanzania kama ambavyo ameeleza. Nani anatibu sasa? Nyuma mwiko, nyuma mwiko hmm. Ndo ana uwezo wa kutibu mpira. Kwa analingania. Wewe kuvaa nguo tu uwezi. Alafu kamuuzie mwenzako nguo nzuri. Na kati hata jinsi ya kuvaa nguo uwezi. Uhuni huo. Sasa nyuma mwiko anatibu mpira. Timu inajulikana Afrika hiyo. Hiyo timu inajulikana Afrika. Sirila Lamika alienda kazi mechi na Mamelodi. Kilitokea nini? Barua zinaongozana. Unaambiwa kuna mchezaji usajili wake hujakamilika. Je, tungetaka kufatilia sisi Wanasimba, wale wana wangechukua ubingwa msimu uliopita. Huyo mchezaji sasa tunamjua, lakini hatujataka kumtaja na kumfuatilia. Tumeamua kuzimia, kuzima kwenye gia. FIFA si walileta barua, baada wao walipopeleka barua ya kudai wamezulumiwa South Africa na Mamelodi, kasi wamewaletea barua kwamba kuna mchezaji usajili wake haujakamilika. Ile barua imewekwa kwenye mabano, hivyo sawa. Ile barua imefikia TFF na imeozea TFF naimezea, wao ndio wamemalizana kule kumaliza shida yao. Leo wao wanatukanwa, wanaambiwa wajiuzuru. Wewe unaona kuna nini hapo? Je, tungeamua kupambana kwenye lile, wangekuwa mabingwa msimu uliopita. Kuna kauli zimeonekana kusambaa hivi sasa, kila mshabiki wa Simba unayemuuliza ni kama wameisuusia mechi hivi, na wengine wanatoa hamasa na kuambia watu tusende uwanjani. Hii ina maana gani mnani? Hiyo ndo maana halisi ya ubaya ubwela, sawa, aliokuwa bora anakuwa aonekane akiwa bora na asiokuwa bora anatakiwa aonekane asiokuwa bora, lakini hapo watu wanalazimishwa. Unajua hivi vyote vinavyoendelea kiini kikubwa sawa, ni Simba kufanya vizuri. Hakuna shida nyingine, kiini kikubwa ni Simba kufanya vizuri katika mashindano makubwa barani Afrika. Wao walijua kwamba watakuja kuvunja ufalme wa Simba. Hata msemaji wao msimu uliopita ulimsikia alimaneno alikuwa anaongea aziyaka, baada ya yani kucheza robo finali. Msimu huu wakati wamepewa matenganyasi yale kwenye hatua za awali isiopia wale wafuongoza watoto na wale vitalo ya Burundi wanajipigia tu. Sawa, mechi nne wamejipiga goli zao 17 lakini wameingia kwenye makundi, wameambulia kufunga goli tano na kuruhusu goli sita hiyo timu ya mpira hiyo. Na juzi wamekutana na kupongezana na wanaeleza kwamba haki imekwenda kushinda, umekwenda kushinda. Wameenda kuuzamisha mpira wa Tanzania. Ile kwa waliosomea kubwa ndio ataelewa uwezi kuniambia nyuma wiko; anasema kwamba mpira wa Tanzania umeenda kushinda. Umeshinda nini sasa? Mpaka sasa hivi hakuna tena morali ya ligi hakuna mbe saa hizi anawaza kufuatilia ligi ya Tanzania. Sio wote akili yetu sasa hivi. Tuna focus kuangalia kombe la mabara kule ngazi ya vilabu duniani, ndio akili zetu zilipo. Mechi zinapigwa mpaka saa tisa usiku, wezi amini, mpaka kina mama wanaamka saa tisa wanaangalia mpira ukimia. hawawazi kabisa ligi ya Tanzania nandi ukimya mpaka siku ya hii leo e, na inaelezwa kwamba viunga vya Msimbazi kuna moto ambao unawaka, kwa maana ya kwamba wajumbe e, pamoja na e, bodi kwa ujumla ni kama kuna shutuma ambazo wanatupiana wao kwa wao. Hii inaleta maana ipi, ikiwa bado hivi sasa na mechi takriban tatu kwa kumaliza msimu huu? Sisi kizalama tunasema dikupatile jako sawa. Kwa hiyo ukijikanyaga basi, wewe maana yake jumba bovu litakuangukia, sawa. Maana yake iliokupata ni la kwako, ndio maana ikupatile, litakokupata ni la kwako. Kwa hiyo kama kuna mtu sawa, kakanyaga waya basi hakikisha lazima apigwe shoti, utakuwa umenielewa. Kama kuna mtu kakanyaga waya kwenye jambo letu, tukiwa sisi wenyewe pamoja tumekubaliana kitu hichi. Sisi slogan yetu sio nyuma mwiko, sisi slogan yetu sawa, ni nguvu moja, sawa. Nguvu moja manake ni ushirikiano wa pamoja. Hasa kama kuna mtu anataka kukataa ule ushirikiano wa pamoja, anataka kuwa yeye kama yeye, kaingia kwenye kumi na nane zetu, basi hilo limpatie ndio hivyo yake, hata dili nalo. Sisi tunapambana tunahakikisha hiyo mechi, si hatuchezi. Simba wote wanachama mashabiki wazee, naamini na viongozi wetu wa klabu ya Simba, mpaka leo siku ya tano hatujapata taarifa yoyote maanake barua yetu iliyotoka tarehe kumi na mbili mwezi wa sita yeah. Ndio barua yetu tunaenda nayo ndio hiyo hiyo mpaka mwisho wa msimu na kwenda kupingana na eh, ma, na kwenda kupingana na rais Samia Suluhu Hassan. Watu wamekwenda mbali ya kusema ni muda sasa wa kulipia ndege ambayo mlikwenda kucheza fainali. Watu wamechukua ndege, wamebeba mikufu, kawaita Ikulu, ndege imekaa kule inakunywa maji, wamerudi na mikufu hapo. Hmm. Sawa, wamepeleka Ikulu. Si tumebeba mikufu si hatujabeba mikufu ndege? Maanake kombe limesafiri kwa gharama, limekuja Tanzania, simwekwa mafuta ile ndege kuja huku mpaka linafika Zanzibar au limekuja bule? Si nimepanda ndege wao, kombe wamelipandisha ndege kuja hapa. Kombe limepanda ndege Kairo, limeenda Algeria, si kombe limepanda ndege Kairo, limekuja Tanzania, tena limeenda visiwani Zanzibar, limevuka bahari. Mchezi nataka kutuambia, mnapingana na Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, ikiwa yeye ndio aliingilia na kuleta suluhu katika hili kuhakikisha kuwa dabi inachezwa na hatimaye na ikasogezwa mbele. Mimi kwanza siwezi kujichonganisha na mama. Mama ni kiongozi ambaye anaiongoza nchi hii sasa toka pokea kijiti cha marehemu Dr. John Pombe Magufuli, sijaona kashikashi yoyote, sijaona shida yoyote kwenye uongozi wake. Ninachokiona mimi yeye sio sababu. Yeye kwenye ile barua sijaona saini ya mama. Sawa, sijaona barua pale ya serikali. Tusichonganishe. Wale wameitwa wameenda kuzungumza kihekima. Kilichozungumzwa kule si yote hatujui. Sawa bwana. Ninachokiamini mimi bodi ya ligi ndiyo iliyoandika barua ya kusogeza mchezo tarehe 25. Na bodi ya ligi hiyo ndio iliyoandika barua kupanga tarehe 15. Sisi hatujaambiwa wapange tarehe 15. Wamepanga wenyewe, wamekaa ratiba zao ligi ishe tarehe 22. Sasa leo wanatuambia oh, ligi inaisha tarehe 25. Sababu ya kuisha tarehe 25 nini? Alafu yule aliyoandika barua masaa machache baadaye anajiuzuru. Kwa wewe uliosomea Cuba mwenye uelewa, sawa sawa. Sawa, wewe unaamaanisha hapo kuna nini? Kaandika yeye kubadilisha tarehe 15 kwenda 25, hakuainisha sababu. Sio window uliisha, kwenye peni yake kule chini, ndio maana akashindwa kuainisha sababu. Lakini baada hapo masaa kadhaa mbele anajiuzuru. Bosi sio wake, ndio mratibu wa kila kitu, naye anasimamishwa. Asa, wewe hapo uliosomea Cuba unaelewa kabisa hapo kuna forgery. Hakuna mpira hapo kuna nini? Kuna forgery. Kwa hiyo naamini Mama Samia kwenye hili asihusishwe, mi sio sababu asihusishwe. Sawa, hmm. Sisi leo hii msemaji wa nyumba mwiko yeah, baada ya kikao wao na shirikisho hmm, karibia siku nne kabla hmm, wametoka wametisha press wakasema kwenye kikao chetu cha ndani tulichoenda kwa ajili ya kujadili masuala mbalimbali ikiwemo na mchezo wa dabi. Sawa, wakainisha pale, wana madai wanadai FA wajalipa, miaka mitatu wanatakiwa walipo ndo wakacheze na mchezo huko Zanzibar, sijajua nao watacheza au vipi? Sawa. Bwana sio ameshakubali kwamba wana t-shirt wamebadilisha uoni. Sio wamebadilisha t-shirt. Dabi haina kipengele kwamba wanacheza au hujaziona. T-shirt nyeupe zile hujaziona? Dabi ya mama haina kipengele. Sio amesema haina kipengele. Sasa wamesema wapi tena wacheze? Sio wamesema wana madeni. Wewe usikia leo hii kuna mtu katoka anasema kwamba madeni tushalipwa. Umeyasikia? Lakini baada ya zile picha watu wanasemaje? Mama kaya. Dabi haina kipengele. Sawa wanacheza. Si ndio maana yake? Kwa hiyo hawadai. Kwa hiyo wanaonekana hao walikuwa hawadai. Ile ile ni kiini tu cha kutangaza wanadai ili wapate wanachokitaka. Mimi nikwambie kitu kimoja, yule kigogo alomtaja Alikamwe, maana mama oje, tusitake kum, mwanamama ku, ma, huwezi kumwita kigogo hata siku hii. Kigogo mwanake ni mwanaume mwenzetu ndo anaoitwa kigogo. Huwezi kuniambia kwamba mama anaitwa kigogo, sio kweli, so kweli, tusimkosee heshima. Kigogo siku zote anaitwa mwanaume, ndo anaitwa kigogo. Sawa. Kwa tunachojua sisi, huyo kigogo aloairisha mchezo wa elfu mbili na ishirini na moja ndo huyu huyu. Kigogo alisababisha mpaka mkoa mkoa wa Mwanza kaingilia maana mpaka tunamuonea yule. Sawa? Hakuwa yeye kule Mwanza. Huyu huyu Kigogo ndo alopiga simu. Kigogo ndo kapiga simu KMC siku moja siku ile ya, ya, mchezo Simba wakafanya mazoezi. Zilipigwa pale, kama unakumbuka, KMC na wenyeji wetu. Na kati zetu tumepanga muda tu. Kwa nini tusigombane na mwenye nyumba muda wote? Walivyokuja wale nyumba mwiko tu. KMC wanafanya mazoezi asubuhi, sisi tuna mechi. Umeona wapi? Wanaulizwa wanasema, oh, tulijisahau. Hawajui kanuni na sheria za mpira miguu. Wameanza kucheza jana wale. Kabla wana uwanja wanacheza mpira viwanja tofauti, kanuni na sheria wanazijua. Kwa nini baada ya kuja nyuma mwiko yale mambo yametokea? Kwa hiyo yule kigogo yule, sawa yule kigogo yule aliharibu mchezo elfu mbili na ishirini na moja na hatukupewa sababu yoyote mpaka leo. Simba waliandamana ule au wanaenda kuandamana wapi? Au kanuni haikuvunjwa ile? Eti ile kanuni haikuvunjwa ya? Maana yake tunaamini kwamba yule kigogo yule ambaye ana wafeva wa jamaa, sawa, ndo huyo huyo. Msimu huu kapiga simu ngapi? Simu tatu. Kapiga simu Mwanza mpaka mkuu mkoa kaingilia, kaja kapiga simu KMC, KMC wafanye mazoezi siku zote na mechi, yaani kaanza muda katoka hapo, kaja kupiga simu kwenye mechi ya dabi sisi hatujamjua. Tungemjua sisi tungemtaja. Kama Alikamwe mwenye kigogo wake hajamtaja, tutamjua sisi ninyi? Mmechukua watu zipi? Sasa kama mmesikia yuko mtu ambaye anasababisha mambo haya, sisi ndio maana nimekwambia, msimu ujao, sio huu tu. yaani msimu ujao sisi timu yetu haitoshiriki ligi ya Tanzania kama huyo kigogo hajajulikana. Naomba nisikilize, msimu ujao hatutoshiriki ligi ya Tanzania mm. Kama kigogo alotajwa na msemaji wa klabu ya nyuma wiko yeah. hajamweka hadharani, ligi hatutoshiriki. Nani amtaje sasa? Alokutwa na ngozi si ndio mla mlanyama, mm. Kwani kigogo katajwa na nani? Kwa maelekezo ya eh, Alikamwe kupitia eh, vyombo vya habari alieleza ya kwamba walihoji na wao hawakutajiwa. Nikuulize swali blaza, mm. Wewe umeenda shule? mm. Mimi naweza nikakwambia jambo hapo, ukiwa huna uhakika nalo, unaweza ukalifikisha nyumbani kwa familia yako unaweza ukalifikisha. Mimi tuko kijiweni, tumekaa hapa, jamaa anatokea anambia, bwana wewe mke wako bwana anakuchiti. Hmm. Anatoka. Hmm. na mimi safari zangu za kikazi za kusafiri safiri, nikirudi lazima nikae na wadau wangu kama hapa kwenye kijiwe cha kahawa. Hmm. wamenipa zile taarifa za nyumbani kwangu je? Hmm. yeah. We tamuuliza huyo ananichiti no nani? Jamaa anakwambia ah, fuatilia mwenyewe utajua. Kwa hiyo nyumbani, kwa hiyo ukirudi nyumbani unaenda kwa mke wako wewe, unanichiti kweli? Mwenye akili sawasawa unaweza ukasema hilo kwa mkeo. Maana yake yule atakuwa ni mgombanisho wewe kukuvunjia nyumba yako. Kwa hiyo Alikamwe yeye ndo alitoka kwenye kikao, sisi hatukuwepo kwenye kikao, hatutaki tulishane matango pori. Inyi wanahabari na wale waliokuwa kwenye matelevisheni -ma na maredio wanatakiwa waseme ukweli. leo hii yote tungekuwa tushapata suluhu ya hili jambo, lakini wote wamekaa upande huo huo tu, kwa sababu wanalishwa futari wanapewa ruzuku huko, wamekaa upande huo. Hawa ndio wanaharibu mpira huu Sawa, wangekuwa wanasema ukweli kwenye vyombo vyao. Sasa hizi kila mmoja kasha play beti, beti, pati yake e. Kwa kumalizia, ukimya huu kwenye viunga vya Msimbazi watu watarajie lipi? Sasa mimi kabla sijamaliza, maanake hmm. umeniuliza jambo, lazima nifafanue, Watanzania wajue. hmm. Sawa, sisi tumekwambia msimu ujao hatutoshiriki ligi ya Tanzania. Sawa. hmm. mchezo wa tarehe 25 hatutoshiriki na msimu ujao. hmm. hatutoshiriki ligi ya Tanzania kama huyu kigogo huyu hajatajwa kwa sababu yeye akataja kabisa kigogo wa serikali. Ukitaja serikali umetaja nchi. Hmm. Sawa, eh. Sio unielewa? Yeah. Sasa serikali, kila nchi ina serikali. Maana kuna mabano hapo. Hatujui kwamba huyo kigogo wa serikali wa Tanzania, huyo kigogo wa serikali wa Kongo, kigogo wa serikali ya nchi ya Msumbiji au Botswana. Sisi tunataka alikamwe atoke hadharani. Kabla ya kucheza huo mchezo, atutajie yule kigogo. Kwa mkitajua tu. Kwa sababu yeye mwenyewe kasema kwamba anamtafuta adui yao, yeye ndio maana kazindikiza watu wajiuzuru. Kigogo kashatajwa kwenye kikao, maana ndio sababu ya ule mchezo. Hmm. Sikasema Alikamwe, sikawasafisha bodi ya ligi, sikawasafisha Simba, sikajisafisha naye mwenyewe kwamba hana kosa. Amtaje yule kigogo, tujue kwamba wao wako kwa salama. Kamficha majina, maanake moja kwa moja kigogo yule ni wanyuma mwiko kashindwa wa Simba, Tawa, na ndio maana akashindwa kumtaja. Angekuwa kigogo wa Simba angemtaja. Sawa, mpira uendeshwi na serikali. Mpira una serikali yake duniani kote. Serikali wao ni wasimamizi kuangalia amani na kila kitu Mambo mengine ushauri tu, lakini serikali haitaki kuingia moja kwa moja kwenye mpira, kiingia ujio umekula bani okay. Nchi nyingi zishafungiwa kwa mambo hayo, kwa sababu walijua kwamba serikali zikijihusisha na mpira mpira hautoendelea, na ndio maana wameangalia mbali. Sisi serikali yetu ni FIFA, hiyo ndio serikali yetu, na mahakama yetu ni CAS. Sijui tena unatoka kwenye mahakama mahakama ya kimkazi si Kisutu sio? Umeenda wapi? Hakuna mahakama hizo kwenye mpira, na kule walishaenda wamekosa haki, ha, haki wanaenda kupata wapi? wamerudi na kuja kuanzisha ambushi. Nani neno lako la mwisho kwa wale ambao wanajiandaa kuja eh, kutazama dabi ya kali ya Komo mnamo 25, nazungumza kwa maana ya kwamba wale wanaotoka mikoa mbalimbali wanaotaka kuja kuangalia dabi. Hmm, wenye mamlaka ya kutangaza sio sisi, wenye mamlaka ya kutangaza kwamba msije. Hmm, unajua sisi tuna, tunaenda kwa protoko, eh. Sisi tofauti na hao wa kunywa supu kila mmoja akisimama kwenye bwawa pale anahamasisha mashabiki msije uwanjani. Sisi hiyo ni neva kwetu, tumechagua tume, viongozi wa klabu ya Simba viongozi wa klabu ya wa Simba wameajiri wame, wame management ya kufanya nayo kazi ambaye kina Mdiari wapo ndio mwenye jukumu la kutangaza. Leo hii mimi nikitokea hapa nitangaze, Mdiari atafanya kazi gani Simba Sports? Eti abebe tena jembe na panga aende kulima mikorosho kwao huko kusini? Hana kazi tena Simba Sports. Yule kaajiriwa kwa ajili ya kazi hiyo. Kwao mimi nikutangazia umma tu, mimi nishaikosea klabu ya Simba na nimemkosea msemaji wangu Mdiari. Kwa hiyo mwenye mamlaka kuambia mashabiki waje ama wasije ni msemaji, ila hata wewe hapa saa hizi ukiulizwa bwana, umecholewa pale na mwalimu baoni picha ya nyani alafu pepete kakucholea picha ya samaki, anakuambia picha ya nyani iko sehemu gani, utaonyesha kwenye samaki? Hapana, utaonyesha wapi? si unaonyesha kwenye nyani yule pale. Kwa hiyo hata mashabiki wa klabu ya Simba kwa sababu wameenda shule Hanyani na wamesomea kiuba, sawa, saa hizi wanajua kabisa mechi haipo, yaani isubiri mpaka utangaziwe wa wenyewe tu wenye akili timamu wanajua mechi haipo. Weka hela yako ambaye umeipata ya mfamgoa ya, ya ulisi yeah, umeuza kiwanja cha ulisi yeah, panda gari njoo Dar es Salaam, kama ya ulisi yeah ambaye yumi, maana ya ulisi yumi, kwani viwanja vile ulivyouza umevinunua wewe? Si baba kafa wewe, umeuza unakula, tuna enjoy. Kwa hiyo kama hela hiyo unayo ya mfamgoa, we enjoy Dar es Salaam. ila kama yeah, umetafuta kwa, ume, ume, ume ume si kwa jasho, hakuna mwana simba mwanasimba atakayepanda basi kuja Dar es Salaam. Kwa hiyo naamini shughuli imeisha. Na jambo lingine nisisahau, sawa. Fomu za, za uongozi wa shirikisho la mpira zimeanza kutoka jana, mtandao ulikuwa unasumbua, lakini wamebadilisha, wameweka na namba ya simu. Mnaotaka fomu ya urais pamoja waini mkagombanie na waneskaria, fomu ya urais nanyi mnaopiga kelele kila siku sike na mzee Msumi, kachukueni fomu pale ya wenyekiti wa bodi ya ligi mapema sana, muuongoze nyinyi mpira. sio muhangaike kila siku kuandamana sisi tulikuwa tunachukua ubingwa mnaandamana, sawa. Tukiona simba anataka kuchukua ubingwa mnaandamana. Miaka mitatu mmebeba ubingwa, Simba kaandamana wapi? Au nchi hii haipo? Halafu mtu unaenda unasema unakaa nao, itumike busara. Kuna busara kwenye mpira? Wao mbona waligoma? Busara kama wangetaka busara, wangecheza tarehe kumi na tano si so? Wamesema atokee mwanaume akate pointi mimi ndo ningekuwa rais wa TFF pale pale ningebwa ningebwaga madaraka ningeenda kuangalia maisha mengine. Sijezi kujaribia CV yangu. Yaani mtu anasimama tu, mtoto mdogo anasimama kwenye maiki anatangaza toke mwanaume pale. Akate pointi alafu aone. Maana kwa walikuwa pale wote kina mama. Ile ni aibu na kumzalilisha wale askaria. Kwa hiyo karia, wewe angalia maisha yako, ushafanya kazi kubwa ambayo wenzako wameshindwa kuyafanya. Sasa hizi, jivue gamba, linda heshima yako kama kiongozi bora wa shirikisho. Waachie nyuma mwiko, achukue fomu na mwana simba yoyote asichukue fomu hapo Karume. Simba yoyote hataki kuchukua fomu hapo Karume. Waachieni hao wao nyuma mwiko akachukua fomu ili wakatuongoze kwenye bwawa lao pale. Na makao makuu ya Tefofu ya Ame Karume. Yamie pale Kaunda. Kwenye bwawa hapa. Sasa pale kuna gorofa nzuri tu pale pale. Maandamano, nini, mikutano, ukumbi mzuri wa kufanya mikutano kuliko Karume hakuna. Pale pale wakafanya mikutano vizuri. Sisi hatatuongoza pale. Sisi ligi hii hatutaki kuchukua kombe. Sisi tutakuwa tunacheza kama wanavyocheza ile rally ya Ndumani kule Mauritania. Sisi tunataka nafasi ya wakilishi tu Nandi, sema mashindano yetu kule huko waongoze wao. Nikushukuru sana kwa na wasaa kwa muda wako wako na asante sana lakini, naomba viongozi wangu ikima ukimya uendelee hivyo hivyo. Hakuna kutoa taarifa yoyote kwa umma. Taarifa kwa umma imetoka tarehe kumi na mbili mwezi wa sita, full stop. Anaotafuta taarifa kwa umma aende kwenye bwawa akatafuta taarifa kwa umma, lakini Naomba na viongozi wa klabu ya Simba. Yoyote anaotafuta taarifa kwa umma kupitia Simba Sports. Simba Sports taarifa kwa umma wametoa tarehe 12 mwezi wa sita Full stop. Taarifa kwa umma ukiitaka sasa hizi. Nenda kwenye mabwawa, kwenye mbu pale. Taarifa kwa umma unaipata muda wote. Maana pale utauma UTI. Sawa, utauma malaria pale. Nenda katafuta taarifa kwa umma pale, lakini Simba Sports taarifa kwa umma ya mwisho imetoka Juni 10 na 2 kumi na mbili. Hakuna taarifa kwa umma yoyote. Taarifa kwa umma itatoka baada ya tarehe ishirini na mbili tarehe ishirini na tatu Watu wanavunja kambi, watu naenda kula maisha. Mi mwenyewe mdau wangu kashanialika Ujerumani mapema sana. Chakata tiketi naondoka zangu. Asante sana.